Oh my God, ywa ametabasamu vizuri, piga makofi, gelegele kwa ajili yake, aoabea mwenzako. Ndoa ni jambo jema kwa kweli, hata mimi nimeona ndoa ni jambo jema, asanteni sana. Mna lingine la kutuambia wakati huu? Hapana. Asante sana studio. Wape ngoma moja ya mwisho waburudike. Alafu baada baada ya hapo sasa